Nam na, na serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet inaendelea na mchakato wa kutafuta maoni kutoka kwa wakazi wa kaunti hiyo kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026 katika kaunti hiyo. Kulingana na mwakilishi wadi mteule katika kaunti ya Elgeyo Marakwet anayeongoza mchakato huo, Victoria Lai a, lengo kuu la mswada huo ni kuona kwamba wameweza kuwafikia malengo ya kukusanya ushuru unaotosha kufanikisha miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Katika hii finance bill yetu yenye tumelenga kwa wananchi, na tumefanya hii finance bill kutoka 2013, ni kwamba watu waeleze mambo ya kulipa ushuru. Mumesikia sana katika hii nchi yetu, sana sana, President William Samoei Ruto anahimiza sana tulipe ushuru, tujitegemee. Na sisi pia katika Elgeyo Marakwet County, tukiongozwa na Governor Wesley Rotich, tunataka tulipe ushuru, tujitegemee, na tujenge eh, hii county yetu, tufanye development kwa ku, ku, ku, ku collect hii mambo ya revenue katika county yetu. Tumeona tumeasoma akia firengele kata

kwa kufanya makosa kidogo kidogo, mambo ya smoking, mambo ya kutupa takataka ovyo ovyo, na sio kama kweli inafanya sheria hiyo sheria. Naomba kwamba hiyo vitu iweze kutumika iwe si, si, si, si na mna moja ya kufunza watu tabia wasifanya mambo ambayo si style na watole fine, ile pesa ile part ya ushuru ambayo inapatikana katika kaunti yetu.